Bwana ndiye mchungaji wangu kwa sababu hiyo sitapungukiwa na kitu, kwa maana katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Zaburi sura ya ishirini na tatu mstari wa kwanza na wa pili. Ni kweli isiyopingika kwamba Yesu ni mchungaji mwema, lakini je, yesu ndiye mchungaji wako wewe yohana sura ya kumi mstari wa ishirini na saba na ishirini na nane kondoo wangu waisikia sauti yangu nami nawajua nao wanifuata nami nawapa uzima wa milele wala hawatapotea kamwe wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu yesu anawajua kondoo wake ambao amewataja kwa sifa mbili kwamba waisikia sauti yake nao wamfuata. Kumfuata Yesu ni kuifuata sauti ya neno lake kwa kuyafanya anayoyasema kama yanavyosemwa, yani bila kupunguza wala kuongeza. Kwa maana hiyo, Yesu kuwa ndiye mchungaji wako inahitajika kuisikia sauti yake iliyo ndani ya neno lake na kisha kuifuata. Kumpokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako ni hatua ya kwanza ya kuifuata sauti yake. Hatua hii inatunzwa na kukuzwa kwa kudumu na kuzidi kuyafanya aliyoyaagiza na anayoyaagiza, kwamba imewapasa wao wanaomwamini kuyafanya. Karibu sana umpokee Yesu awe ni mchungaji wako, na ikiwa umeshampokea endelea kujizoeza kuisikia sauti yake, ili uwe na uwezo wa kuitambua na kuifuata. Amen.